Dar es Salaam jiji moja maarufu chini ya Mwalimu Robert Charamira kwa mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo, amani bado ipo, tunaendelea kuenjoy katika mkoa wetu. Ukisikia puu, basi jua tayari gari, maisha mengine yanaendelea. Mmeagana ya tayari pale KMC uwanjani wa nyumbani, imebakia mechi ya ugenini. Yes, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Simba ndio hey. mazungumzo ambayo alozungumza, kwa hiyo hey. ilikuwa jambo jema, ilikuwa jambo zuri kwa hmm. hiyo. Japokuwa tumeagana, lakini bado tunatega masikio. Waandishi wa habari mtakuwa mashahidi, msemaji wetu kwa mara ya mwisho aliwaambia hmm. kupitia ninyi, akawambia kwamba mashabiki wa Simba, wanachama wa Simba hey. kama kutakuwa na mpya hey. tutaambiwa. Lakini moja, leo tumeona mpya limetokea, wachezaji wa Simba wamepostiwa hey. kwenye peji ya Simba hey. wakiwa wamelala hey. wamesema, ni wakati wa kubarizi. Kwa hiyo uh -huh. sisi tunaendelea kubarizi a kesho a kesho ni mbali sana kuizungumzia, kwangu inakuwa ngumu sana mm, kwa sababu mimi mwanadamu ni mja wa Mwenyezi Mungu, siwezi kujua kesho Mungu atanifikishaje. Ndio. kwa hiyo ni ngumu sana mi kuizungumzia kesho, eh, ningependa sana tuizungumzie leo sa. bingwa anatakiwa kupatikana kwa kucheza lakini kifu. Yes. bingwa anaweza kupatikana kwa namna mbili, wa namna ya kwanza kumalizika kwa ligi anaweza akapatikana bingwa, ndio namna ya kwanza hiyo inaingia mm. mwenye pointi nyingi anaweza kupatikana bingwa mm. lakini pia rejea elfu mbili na moja elfu mbili na mbili kuna stari bingwa pia alipatikana katika jamhuri ya muungano wa Tanzania. Nakumbuka hiyo, nenda kakumbuke elfu mbili na moja elfu mbili na mbili na nenda kaangalie takwimu sahihi, bingwa nchi alipatikana vipi. Kwa hiyo pia kuna stari nyingine bingwa kufanyaji kupatikana, kupatikana iko taratibu, iko taratibu uh -huh. Bingwa anaweza kupatikana uh -huh. kwa kupendekezwa, kwa kupendekezwa 2002 2001. Nisikilizeni vizuri, waandishi wa habari, nyinyi ni vijana, njooni kwenye wakongwe, sisi tuwakumbusheni. Tulikuwa na mashindano ya Muungano ili tuipate timu kwenda kuwakilisha nchi. Bingwa alikuwa anapatikana kwa staili ya Muungano, maana yake unachukua timu nne kutoka bara unachukua timu nne kutoka Zanzibar zinakwenda kukutana. 2001 2002, nisikilize vizuri mwandishi. uh -huh moja katika timu nne za huku, timu moja kutoka bara ilipangiwa na timu moja kutoka Pemba, inaitwa Jamhuri. Na hiyo timu nawataja kwa sababu nawaweza watani zangu Dar es Salaam Young Africans, mechi ya kwanza wakacheza. Mechi ya pili wanahitajika kwenda kucheza wapi? Wanahitajika kwenda kucheza Pemba. Dar es Salaam Young Africans hawakwenda, walichofanya wakaenda Ilala kwenda kufungua kesi mahakamani, saa saba ya mchana, mahakama inatoa amri kwamba mashindano ya muungano tunayazuia. Swali moja, bingwa alipatikana? mwa wako patikana. katibu mkuu mwina sefu Kaduguda, nendeni vijana mkaulize, we mzee poni, wambie vijana hawa msimu wa mwaka 2025. Kwa hiyo bingwa, nisikilize, bingwa anaweza kupatikana pia kwa staili hiyo, na ndio maana mwina sefu Kaduguda wakati huo akiwa katibu mkuu anaitumikia fati TFF bado akachukua majina ya Simba akachukua majina ya Mtibwa akayapeleka CAF sawa. Turudi sasa msimu wa mwaka 2024 2025, kila kitu kinakuwa na marekebisho manake, ase bingwa wa kwenda kuwakilisha michezo ya kimataifa lazima, eh, bingwa apatikane kwenye ligi, lakini pia kwenye upande wa shirikisho pia lazima pia bingwa apatikane. Eh, msimu huu, eh, anatafutwa bingwa, manake, eh, timu nyingine zimeshamaliza ligi, bado mechi moja ambayo inatazamiwa kwenda kutoa bingwa msimu wa mwaka 2024 2025 kama wenyeji Simba Sports Club kama wageni nye. Sasa mashabiki mmejiandaaje? Mwandishi unafuatilia ligi? Nafuatilia ligi. Ndio nani anaongoza? Yanga mtangaze kuwa bingwa. Mechi moja bado, si mechi kesho? Mwandishi sinasema mimi bingwa anapatikana kwa kuwa na nini na pointi nyingi. Sasa hivi mwenye pointi nyingi nani? Yanga mtangaze kuwa bingwa. Mimi sina mamlaka kumtangaza, lakini bado hajamaliza Tangazetangazwapishere eh? Sisi Simba Sports, kwa mujibu wa taratibu za sheria, nafikiri kila mmoja anajua, si Simba tujiongoze kwa matakwa yetu, tunaongozwa kwa matakwa ya viongozi waliokuwa madarakani, tuna barua na ndio maana management ya Simba wanajua kwa sababu kuna barua tulioandikia watu wa Simba mm. waliandika tarehe kumi na mbili. Msemaji wetu ninyi mlimuoji pale mm. alisema wana Simba mm. kuhusu hicho ambacho kinachozungumzwa mtapata nini taarifa. Wewe ulikuwepo, mmoja wewe mwenyewe, mna barua ambayo mliandikiwa tarehe kumi ah, na mbili, na imetumiwa na viongozi yes. Inasemaje? Kaisome, mwandishi ah, ah. bahati mbaya mimi simu yangu haina <laughs> hey. bando, alafu sina kumbukumbu hey. ile barua ah, ila naamini ah. kwamba barua hii hdshaam uh, ni kama Football ya Tanzania ina afya na ndio maana tuko wanne kwa ubora katika bara zima la Afrika kwenye nchi ya 52 yeah. Tumepiga hatua kubwa, kila mmoja aliyoseka tuwape kongole katika hili. Ikitokea samtani amekuwa ame bingwa tutampongeza, uh, itakuwa somo la kwanza. Miaka mitatu iliyopita mfulizo bingwa alikuwa Dar es Salaam Africans mwaka huu akiwa bingwa, la ajabu hakuna. Ngoja niwape historia ndogo ili muweze kujua, kwa mujibu wa nyinyi waandishi wa habari aliyechukua ubingwa mara nyingi kwenye nchini Dar es Salaam Afrika kwa takwimu zenu. Tunakubaliana hilo maana yake Yanga akiwa bingwa mara nyingi ndio Yanga aliyeshiriki mara nyingi kwenye mashindano ya kimataifa kuliko timu yote ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Twende tukamtafuta kwenye takwimu sahihi kwenye mpira wao, kwenye bara la Afrika. Sasa hiyo si michana ya kimataifa, timu zinakutana tofauti tofauti. Twende taratibu, maana yake sisi kwa kwake hiyo bingwa, sisi hakutustui. Ukisoma kwenye Biblia yako maandishi, Yesu anasema mimi ndimi njia ya uzima, kwa kweli huwezi kwenda kwa Baba, niko vizuri eh? maana yake Yesu anawaambia, ili ukitaka kufika kwa Mungu lazima umtambue yeye. Maana yake ukitaka kwenda kucheza klabingwa lazima ushiriki kwenye ligi NBC. Sisi tumeshiriki kwa nafasi iliyokuwa nayo tayari, njia tushakuwa nayo yeye, yeah, yeah, akitangazwa kuwa bingwa leo. Sisi tumelizika tumelizika, yes. alama 15 maana kama ukitokea mjaenda, yes. Sasa sisi tumelizika eh? Tumelizika, Yanga akiwa bingwa itakuwa somo la kwanza. Miaka mitatu iliyopita Yanga bingwa, na hii inakuwa ya nne bingwa, sio ya ajabu, vipi vya kawaida. Sisi Yanga kuwa bingwa, ubingwa wala tusumbui eh, haitusumbui amogo, yes Hatusumbui kwa sababu yanga sio bingwa mara ya kwanza. Unajua, ngoja niwaambie, kuna kitu kimoja. Kuna watu unaweza kuishi nao mitaani akawa ameuza nyumba ya baba wake shilingi milioni tano akawa nayo mfukoni, lakini kwa sababu tabia zake unazijua na taratibu zake haiwezi kukusumbua, kwa sababu unajua milioni tano ile inaisha siku mbili, wewe elfu mbili yako inaendelea kudumu ha? na hayo, mimi asha kunitokea. Nilifanya biashara na rafiki yangu mmoja, akapata milioni kumi kwenye milioni kumi ya kanita, kanambia we, rafiki yangu, unajua nakupenda sana minaoni shapeta milioni kumi chukua laki moja. Nikajiuliza, huyu mwamba milioni kumi mi ananipa laki moja, lakini kwa sababu najua tabia zake na taratibu zake namna ambavyo zilivyo, sikutishika nkachukua laki moja. Nikaika mfukoni, siku ya kwanza ya pili ya tatu anaambia bwana, kama una 2000 ni azime niweke simu yangu moja. Ah, leo kwenye mkutano wa waandishi wa habari eh, nahodha ingi a sazugumza na <inaudible> na <inaudible> na miongoni <mbunza inaudible> kwamba anajua ni ugumu wa mechi, lakini pia anatambua kwamba ni mechi ambayo anakwenda kutoa bingwa, eh, kama atashinda. Lakini Kasugu, ni kama vile tayari wewe umeshawapa ubingwa wananchi. Kwanza nimpongeze sana, moja katika wachezaji ni wakubali sana Dickson Jo. Mm-hmm. Ukimwachilia kuwa anachezea Dar es Salaam ga Africans Yeah. Lakini pia ni beki tegemezi kwa timu ya taifa ya Tanzania.